Kwingineko, familia moja katika eneo la Mororo kaunti ya Tana River wanalilia haki baada ya watoto wao wawili wa pekee kubakwa na mzee mwenye umri wa miaka 47. Inadaiwa kuwa mzee huyo aliwapa wasichana hao shilingi tano na biskuti kila mmoja kama njia ya kuwanyamazisha akiwataka wasizungumzie kuhusu kisa hicho. Hamza Yusuf ana maelezo zaidi. Haijakuwa siku njema kwa wasichana hawa wenye umri wa miaka sita na miaka minne baada ya kudaiwa kubakwa na mzee huyu mwenye umri wa miaka arobaini na saba. Ni tukio lililotokea majira ya saa sita wakati ambapo majirani wengi walikuwa kwenye pilka pilka za kila siku za kutafuta riziki mm. Wasichana hao ambalo tumelibana jina lao walitueleza jinsi mzee huyu alivyowalazimisha kumaliza haja yake. Ilikuwa anapatia sisi shilingi tano, tukaenda tukanunua nayo biskuti, tukakula tuka, tena ananifanya nini, tabia mbaya kulingana nao aliwahada na kuwarubuni akiwataka wasiseme lolote kuhusiana na kisa hiki, huku akiwaahidi atawaongezea pesa endapo watafuata kauli yake. Kasema atatupatia tena shilingi kumi hata akamfanya utabia mbaya, alafu akasema hii nikae kwa mlango nichungue kama mtu anakuja, wakati mutu anakuja nkaanza kulia mimi nikachukua viatu wangu na kimbiate, huyo akachukua akachuka viatu yake akakimbia. kaenda chini ya ulinzi wa maafisa wa usalama Omar Jilo, mshukiwa alijitetea na kupuuza madai yaliyotolewa na watoto hawa. ni kweli kwamba ulitekeleza kitendo hiyo? mm -mm. Tuambie ilikuwa vipi? a watoto walikuwa tumekaa pamoja mmoja akakimbia akaenda zake, akaenda kusema ule mzee ametushika na nguvu. Basi mama zao wote wakaja kunivamia kunipiga. Sasa mlinzi aliyekuwa karibu alitupa kauli yake. mkubwa wangu akafuata hawa mama akauliza nini mbaya, akaambia huyo mzee ameko amekoza. Ndio mkubwa wangu akasema msiachilie, usimwachilie huyo mzee. huyo mzee sasa mimi kumshika ndio tunapikana na yeye, unaona tukapikana na yeye, mimi nikamkamata huko kwa matenge. Sasa akaanza kunipika na mimi nami nikamsha nikamku nikaanza kumpika sasa, ndio nikamshika watu wa gari wakanisaidia kukuja na na huyo mzee. Mama mzazi alibubujikwa na machozi asiweze hata kusema nasi, kwani wawili hawa ndio watoto wa pekee katika boma lake. Kuna madai kwamba Watoto wengi katika eneo hili duni wanadhulumiwa kila uchao, na sasa wenyeji wanataka serikali na watetezi haki kuchunguza visa hivi, huku mshikiwa huyu akiendelea kuzuiliwa na walinda usalama wakitaka uchunguzi dhidi yake ukiendelea. Hamza Yusuf, KTN, leo, Mororo, katika kaunti ya Tana River.